Ulikuwa hauoni lakini sasa hivi unaanza kuona. Ongeza eh, sauti kidogo. Sasa hivi unaanza kuona, kwao nimevaa nguo gani? Sasa kwa, eh. Eh. Kwa tokea siku ile nimekuja kwenye maombi kitu gani ulikuwa unasikia au ulianza kuona lini? Tokea siku ile nimekuombea ulianza kuona lini? Jumatatu jioni. Jumatatu jioni. Eh, ilikuwaje kwaje mpaka ukaanza kuona? Yaani kitu gani ulikuwa umelala? Ulikuwa umelala au ulikuwepo, kitu gani kilitokea mpaka ukaanza kuona? Mama alifamilia hivi nene, ukalala mpumzike. Eh. Ganda msalala, alafu nilipoamka.

ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mungu ameniambia nikitembelee kwa ajili ya kufanya maombi, na kama tulivyokuwepo walimu, walimu hapa, naomba mje kiwe ushuhuda, siku ambapo nimekuja kuwaombea hawa watoto, nao seme maneno machache.